Inawezekana kwa sababu ni challenge hiyo, ni challenge kubwa ah ah, ni challenge kubwa hiyo. Manula ana challenge kubwa katika kumwendea Kamara. Kamara anaonekana anazidi kugain kila siku, siku hadi siku, Kamara anazidi kumzuri zaidi. Kwa hiyo, Manula anabidi afanye kazi ya ziada. Eh, mpanzu waje na wabeki wanne wanne, wakija wabeki wawili. Tunaanza kimataifa, turudi ligi kuu, wajipange, wajipange. Mimi nataka Manula yupo kwenye bora yake lakini sasa hivi Kamara ndio namba moja ya Simba. Simba nguvu ya Simba ilikuwa kwa Mpanzu, japokuwa jahlua leo, au leo alikuwa hayupo vizuri yeah, kwenye mchezo Mohamed Hussein yeah, pia hakuwa vizuri kwenye mchezo, lakini alivyoingia, alivyoingia timu kidogo imesogea tumeweza kupushi. Kipindi cha pili tumecheza sana slow Simba tuna tatizo moja, tukishapata matokeo tunakuwa slow. Hilo ndio tatizo, lakini kama tuki ile action ya kwanza tunaanza nao tukimaliza nao, basi tutakuwa na wakati mzuri kwenye aa, mashindano ya kimataifa. Yanga, Yanga, yule Mpanzu, yule Mpanzu, waje na mabeki wanne wanne. Yanga ni timu mbovu, waliambiwa wapate goli moja. Yanga, yanga, uwanja huu Shindwa kwenda watu wa makugo kwenda robo. Kwa hiyo yangu wezi kutuambia sinduacane. Yangu yangu ajifunze kupitia sisi.